Mtazamaji wa PDK Generation, karibu katika channel yetu hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya, na kwa siku ya leo nimekutana na kitu fulani kizuri shambani hapa. Kitu chenyewe ni, ni kama mzizi huu ambao ukiukata huu, niliukata na jembe wakati naende kulima hapa kupiga mashimo haya e, ukiukata huu unatoa damu unatoa majimaji ambayo yanafanana kabisa na damu, na ukiyaweka chini e, ni kwa mfano kwenye majani hapa nilikuwa nimeweka, ukija unaweza kadhani ni kuna mtu ka, ka, ka, ka, ka, ka, katoa damu hapo, yani kachomwa na kitu chenye, chenye ncha kali. Ukiangalia kwa ukaribu hii utaona inatoa damu kabisa, yani uteute ambao unafanana kabisa na, na damu. Sasa baada ya kukutana hii hili jambo ikabidi nifanye ka uchunguzi kidogo, sio utafiti. Sasa uchunguzi kidogo hapa, bwana, wenyeji wa sehemu hii nilipo hii wanatumia kama dawa hii. hmm, ni dawa, dawa ya... hii ni dawa ya minyoo wanasema, kwa watoto wadogo hata e, watu wazima. Wanachukua hili wanakatakata, manake wanamenya hili ganda la juu, menya ganda la juu Alafu baada ya kumenya ganda la juu, wanakata vipande vipande, wanaweka kwenye maji, wanachemsha chemsha kwa muda wa kutosha, halafu wanachanganya na majimaji ya tunda la mmea mwingine ambao unafanana na ndulele. Alafu mtu ambaye ana shida hiyo ya minyoo, anakuwa, anakunywa kiasi kidogo sana. Eh, halafu akishakunywa kiasi kidogo, basi, baada ya muda ataona minyoo ile inatoka E, kwa njia ya haja kubwa, na kwa upande mwingine pia, kwa dawa ambazo ni za kisasa ambazo wengi tunazotumia wa, wakati huu e, tunajua pia e, baadhi ya dawa ukitumia e, zinakuletea matokeo ya namna hiyo. Kwa hiyo inawezekana kabisa mmea huu e, tukaweza kuutumia kwa ajili ya kutengeneza dawa za namna hiyo ambazo zitakuwa zimetokana na miti hii ya asili au mimea ya asili. Na huu ni mmea ambao kwa chini mzizi ndio unakuwa mkubwa, lakini kwa juu e, ni, ni kamba kamba tu flani e? na mara nyingi hiyo kamba inawezekana hata usikute kwa juu, ukakuta tu iko ilisha ilisha kauka labda, lakini hii ngoma inabaki huko chini. Kwa hiyo unaweza kaona, yani ni damu kabisa yani, na hata nilivyoshika hapa mikono yangu e, mtu akiona anaweza akajua nimetoka si kufanya kitu gani. Mm, naona damu tupu. Naona mikono hii na huku naona na vipande vingine viko hapa. Hivi hapa vipande vingine. Yes, kwa hiyo, hii ina faida za kiafya, ni ina medicinal value tunasema. Eh, e, kuna baadhi ya vitu... kwa baadhi ya sehemu nimejaribu ni, ni kucheki, nikaona pia maeneo mengine duniani e, wanatumia mmea huu kwa ajili ya wale wenye matatizo kwa mfano ya e, period hizi, anakuwa na menstruation ambayo inakwenda kwa muda mrefu au inakuwa damu inatoka ni nyingi kwa kina mama e, lakini pia kwa wale ambao wanatumia pombe na wanataka kuacha, nimeona baadhi ya e, maandiko, baadhi ya machapisho ya kisayansi yanaeleza kwamba mmea huu unaweza kutumika kwa ajili ya kutibu matatizo kama hayo. Eh, kwa hiyo sasa, kwa juu huu mmea unaonekana namna gani? Kwa juu mmea huu unaonekana hivi hapa. Kuna mwingine ambao sijapachimba, lakini ukiona kamba kama hizi, unaona kamba hizi hizi hapa, hizi ukichimba hapo utakutana na haya madude, mizizi yake mipana namna hii, yes na kwa habari ya kilimo sasa, ni kwamba ukiona sehemu ambayo kilimo ama afya ya ardhi, ukiona sehemu kama hii ambayo ina e, mimea ya namna hii. Kwa wenyeji wa hapa e, wanasema kwamba sehemu hiyo inakuwa nzuri kwa ajili ya kilimo cha vingamba. Vingamba ni kama vile, tuseme ni viazi vitamu, viazi vitamu vile sehemu nyingine ita visovia, sehemu nyingine vingamba, sehemu zingine unaita sijui viazi lishe na majina mengi. Kwa hiyo eh, kwa wenyeji wakiona sehemu ambako huu mmea unaota, wanajua hii sehemu, ardhi yake ni nzuri au inafaa sana kwa ajili ya kuoteshea viazi hivyo vinavyoitwa vinavyojulikana kama vingamba maeneo haya. Kwa hiyo hapa siku nikiamua kulima vingamba nitatoka vizuri sana e, ila kwa sasa tutalima vitu vingine kwanza. Kwa hiyo mtazamaji wa PDK Generation mpaka eh, hapo bila shaka umepata kitu kutoka huku porini eh, eh, huku shambani ambako actually tunayozungumza eh, habari ya dawa, habari ya nini, yote kwa asilimia kubwa zimeanzia huku zamani, kabla ya teknolojia haijakuwa, tulikuwa tunatumia vitu kama hivi. Tulinaposema tulikuwa, sio kama mimi nilikuwepo, hapana, sikuwepo, manake viumbe wa aina yetu kwa maana ya binadamu na hata wanyama pia wanatumia mambo kama haya kwa ajili ya kujitibia e, changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tunakoelekea, kwa nchi nzuri kama Tanzania na bara zuri kama Afrika na bara mengine ambayo bado yana misitu, yana maeneo ya wazi kama ha, ma, maeneo ambayo noti ya wazi, maeneo yenye miti miti hii ya asili kama haya e, tunaweza tukaangalia namna ya kutumia kile kilichopo kwa ajili ya kushughulika na matatizo yetu kwa hiyo tunaweza tuka, tukawa self sufficient tukajitegemea, tuka zaidi dhana ya kwamba na kujitegemea hadi kwenye mambo haya ya afya. Asante sana, hakikisha tu, ume subscribe, ume like, ume tuandikia comment yako hapo kama unayo ao e, najua sijataja jina e, lakini sasa ukitaka kulijua, nitafute, nitafute, andika comment hapo ama nitafute nilipo nitakwambia jina lake ni, ni gani kama uko serious. Kwa wale tu ambao wako serious ndio watanitafuta. Bye bye kwa sasa naitwa Pius Kiwango PDK Generation. Bye-bye.